Wakazi wa kata ya Nyakahura wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera wamemtaka mkurugenzi wa halmashauri hiyo kutoa fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati tatu zilizojengwa kwa nguvu za wananchi. na zaidi ya watu elfu ishirini na moja kutoka katika mji wa Walikale mkoa wa Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripotiwa kukimbia makazi yao tangu kundi la waasi wa M23 wauteke mji huo kwa wiki mbili sasa. Habari kamili Pwani. Serikali imesema itaendelea kusimamia kwa dhati na kwa haki misingi ya demokrasia na kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia haki yao ya kikatiba kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kauli hiyo imetolewa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango wakati akizindua mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu zilizofanyika katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani. Aidha, Dr. Mpango amesema kuwa kila Mtanzania mwenye sifa anatakiwa kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inavyoelekeza. Ameongeza kuwa wapigia kura wote wanatakiwa kushiriki kikamilifu kwenye kampeni za wagombea ili kusikiliza sera zao na za vyama vyao ili kufanya maamuzi ya kuchagua viongozi wenye sifa watakaoletea maendeleo. Mwenge wa uhuru utakimbizwa kwa siku mia moja tisini na tano katika mikoa 31 kwa kutembelea kukagua kuzindua, na kuweka mawe ya msingi, ambapo serikali itafikisha ujumbe wa utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Kauli mbiu ya mwingi wa uhuru mwaka huu ni jitokeze, shiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Biharamulo. Wakazi wa kata ya Nyakahura wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera wamemtaka mkurugenzi wa halmashauri hiyo kutoa fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati tatu zilizojengwa kwa nguvu za wananchi. Akiongea katika kikao cha wadau wa maendeleo, diwani wa kata ya Nyakahura Bwana Aprinali Mgalula amesema wananchi wanapata changamoto wanapomaliza sehemu ya ujenzi wa mradi na kukosa ushirikiano wa halmashauri kukamilisha ujenzi wa maboma. Amezitaja zahanati zilizojengwa na wananchi na kukamilisha boma kuwa ni Nyabiondo, Mihongora na Busili, na kwamba hatua iliyobaki ni halmashauri kutoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji. Hali imeshafikia hatua ya mwisho kwa maana ya nguvu za wananchi. Sekta ya afya ziko zahanati mbili ambazo tayari zimekamilika kwa zile nguvu za wananchi, zahanati ya Nyabiondo kwa nguvu za wananchi mpaka walikofikia, wameshakamilisha shafunga lenta jenga mpaka hatua za mwisho. Zahanati ya mihongola wameshakamilisha mpaka hatua ya mwisho, wataalamu walishakwenda kwenda kukagua kule, na zahanati ya busiri ambako sasa nao wameshatumia milioni nne nukuta mbili wako wanaelekea mtamba panya. Mimi niombe mtunge mkono, mtunge mkono juhudi za wananchi, kwa sababu wananchi wamejitoa mhanga na wana mahitaji muhimu. Kwa upande wake mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Biharamulo Bwana Innocent Mkandala amesema kuwa baadhi ya zahanati zimeingizwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha wa 2025 2026, na nyingine zitakamilisha na fedha za ndani kadri zitakapokuwa zimepatikana. Dar es Salaam, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji eura imetangaza bei mpya za mafuta kwa mwezi Aprili mwaka 2025 ambazo zinaonyesha ongezeko la bei ya petroli na mafuta ya taa. Katika taarifa iliyosainiwa na mkurugenzi mkuu wa Eura Dr. James Mwainyekule, imetaja moja ya sababu ya ongezeko la bei ni kupanda kwa gharama za kubadilisha fedha za kigeni kwa asilimia 1.91 kwa mkoa wa Kagera, bei ya petroli wilayani Ngara itauzwa shilingi 3240 na kwa mafuta ya taa itauzwa kwa shilingi 3256 na diesel itauzwa kwa shilingi 3139 kwa lita. Aidha, Eura imewataka wafanyabiashara wa mafuta kuzingatia bei kikomo zilizotangazwa na mamlaka hiyo na kuonya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaopandisha bei kinyume cha utaratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Maniema Zaidi ya watu elfu ishirini na moja kutoka katika mji wa Walikale mkoa wa Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripotiwa kukimbilia katika mji wa Lubutu mkoa wa Maniema tangu kundi la waasi wa M23 wauteke mji wa Walikale kwa wiki mbili sasa. Ripoti iliyotolewa jana na shirika la raia kwa ushirikiano na Wizara ya Afya imeeleza kuwa wengi kati ya wakimbizi hao wa ndani ni watoto, wanawake na wazee ambao wanaishi katika mazingira magumu. Ripoti hiyo imeeleza kuwa familia nyingi zinalala kwenye maeneo ya shule na nyingine kwenye makanisa na kusababisha shule nyingi kutoendelea na shughuli zake. Kwa upande wake, kwa upande wa divisheni ya afya katika mkoa wa Maniema imeonyesha wasiwasi wa kutokea vifo vingi kutokana na njaa na magonjwa ya mlipuko ambayo yanaweza kujitokeza na kuiomba serikali kutoa msaada. Beijing. Jeshi la China limetangaza mazoezi mapya hivi leo katika eneo la bahari ya Taiwan ikiwa ni siku moja tu baada ya Beijing kufanya mazoezi mengine ya kijeshi kukizunguka kisiwa hicho inachodai ni miliki yake. Msemaji wa kamandi ya mashariki ya jeshi la China, Shi Yi, amesema mazoezi hayo ya leo yana dhamira ya kujaribu uwezo wa jeshi kwenye uwekaji vizuizi na kudhibiti mashambulizi mahususi dhidi ya maeneo mahususi. Sehemu yalikofanyika mazoezi hayo ya leo ni njia muhimu ya bahari kwa meli za kibiashara ulimwenguni. Taiwani imesema ndani ya masaa 24 yaliyopita China imetuma ndege 76 na meli 15 za kijeshi kwenye kisiwa hicho. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Serikali imesema itaendelea kusimamia kwa dhati na kwa haki misingi ya demokrasia na kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia haki yao ya kikatiba kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Wakazi wa kata ya Nyakahura, wilaya ya Biharamulo, mkoani Kagera wamemtaka mkurugenzi wa halmashauri hiyo kutoa fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa, ma, wa zahanati tatu zilizojengwa kwa nguvu za wananchi na zaidi ya watu elfu ishirini na moja kutoka katika mji wa Walikale mkoa wa Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripotiwa kukimbia makazi yao tangu kundi la waasi wa M23 wauteke mji huo kwa wiki mbili sasa. wanza wazua, msikilizaji.